anza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kulifanya zoezi hili kwa amani na utulivu kabisa. Kwa kweli tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu hii ni kazi kubwa sana. Hii mwisho, mwenyekiti, bila kupoteza muda kwa sababu mazingira hayaturuhusu tena, naomba sasa niende moja kwa moja, naomba naomba niende moja kwa moja katika kutangaza matokeo ya uchaguzi wetu ambayo tumeufanya punde hivi muda uliopita. Mheshimiwa mwenyekiti, e, uchaguzi wetu ulikuwa na e, ngazi tano, kulikuwa na ubunge jimbo, uwakilishi jimbo, halafu tukawa na ubunge viti maalum na uwakilishi viti maalum nafasi zita hizi na udiwani wa wadi pamoja na udiwani viti maalum. Kazi hiyo tumeshaikamilisha, na sasa, sasa tunaenda moja kwa moja kwenye matokeo mwisho. Mwenyekiti, mkutano wetu leo huu una matawi kumi, matawi kumi kwa watu kumi na tatu kila tawi, ni wajumbe mia moja na thelathini wajumbe walihudhuria katika mkutano wetu ni wajumbe mia moja na ishirini na moja. Matokeo ya kura ni kama inavyofuata. Kwa kura ya ubunge wagombea walikuwa ni waheshimiwa watatu: Mheshimiwa Badru Adam Ali na Mheshimiwa Halima Ibrahim Muhamed na Mheshimiwa Mahmud Ali Mahinda. Mheshimiwa Badru Adam Ali, Ali, Ali. Kura zote zilizopigwa hapa ilikuwa ni 117. Kura nne ziliharibika. Kura alizopata mheshimiwa mgombea Badru Adam Ali ni kura 17. Mgombea mwingine alikuwa ni Mheshimiwa Halima Ibrahim Muhamed, ambayo kura zilizopigwa zote ni 117, kura zilizoharibika ni kura nne, na mgombea amepata kura 31. Mgombea wa tatu ni Mheshimiwa Mahamudu Ali Mahinda, kura zapigwa mia moja na kumi na saba, kura nne zimeharibika na mgombea Mahamudu Ali Mahinda amepata kura 65. Kwa mamlaka niliopewa na kamati ya uchaguzi ya chama chetu, napenda kumtangaza Mheshimiwa Mahamudu Ali Mahinda kuwa ndiye aliyeteuliwa siku ya leo kwa mgombea wa, wa jimbo la Malindi pndekezwaliyependekezwa al Almahinda kupeperusha bendera hii ya ubunge katika jimbo la Malindi kwa kura 65. Mheshimiwa wenyekiti nafasi inofuata ni nafasi ya, ma... ya ubunge viti maalum. Ubunge viti maalum, wagombea wa walikuwa wawili, Mheshimiwa William William Said Sleyum wa na Mheshimiwa Sharifa Mohamed Ali. Kura zopigwa kwa wagombea wote ilikuwa ni 115. Kura tano zimeharibika. Mheshimiwa William Said Sleum amepata kura 88 na Mheshimiwa Sharifa Mohamed Ali amepata kura 22. Kwa mamlaka niliyopewa, napenda kumtangaza Mheshimiwa William Said Sleum kwamba mkutano huu umempendekeza kuwa mbunge wa viti maalum katika jimbo hili la Malindi. Samahani kidogo. Kuhusu nafasi ya wakilishi, tulikuwa aake, tunaharakisha, tuliandika jina moja moja tu. Naomba tulitaje ile ile moja moja hatujaweka majina yao ya baba eh, tukubaliana au tukae kwanza, tuandike majina ya baba tuendelee, maana tunaharakishwa sasa hivi. Mheshimiwa mwenyekiti, wagombea wakilishi jimbo la Malindi walikuwa ni wagombea wanne. Mgombea wa mwanzo alikuwa ni mheshimiwa Ali Abdalla Ali Saleh tumewahi kumwandika jina lake kwa ukamilifu katika fomu hii. Mgombea wa pili alikuwa ni Hamoud Ahmed Saidi, Saidi. Mgombea wa tatu alikuwa ni Nasor Amur Abdalla na mwisho wa Uthman Saidi, Saidi. Mdungi. Mdungi, tutaandika majina yenu baadaye na fikiri tulikubaliana kwamba tuende hivyo kwa sababu ya wakati. Mheshimiwa mwenyekiti, kura zilizopigwa zote ni kura mia moja na kumi. Kura moja imeharibika kwa hiyo Mheshimiwa Ali Abdalla Ali Saleh amepata kura 47 Mheshimiwa Hamoud amepata kura 25 Mheshimiwa Nasor amepata kura 16 na Mheshimiwa Uthman amepata kura 29 kwa mamlaka niliyopewa na chama changu kutoka kamati ya uchaguzi ya chama, napenda kumtangaza Mheshimiwa Ali Abdalla Saleh kwamba ndiye alipendekezwa na mkutano huu kwa nafasi ya uwakilishi jimbo la Malindi kwa kura 47. Tukitoka hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda nafasi ya uwakilishi viti maalumu Nafasi ya wakilishi viti maalum, mheshimiwa mwenyekiti, imegombaniwa na wajumbe watatu, wagombea watatu ambao alikuwa ni mheshimiwa Alima Ibrahim Muhammad, mheshimiwa Saad Hamad Sharif na mheshimiwa Safia Abdalla Abbas. Kura zote zilizopigwa ni 115. Kura moja imeharibika. Kwa matokeo hayo napenda kumtangaza mheshimiwa Halima Abdallah Ibrahim amepata kura 53. mheshimiwa Saada Hamad Sharif amepata kura 15 na Safia Abdallah Abbas amepata kura 46. Kwa mamlaka niliopewa na chama changu kupitia kamati ya uchaguzi ya chama chetu, napenda kumtangaza mheshimiwa Halima Ibrahim Muhammed kwamba mkutano mkuu huu umependekeza kupeperusha bendera ya viti maalum ya uwakilishi katika jimbo la Malindi. <apples> Mshauri mwenyekiti, napenda sasa tuende moja kwa moja katika matokeo ya udiwani katika wadi zetu zote mbili na kumalizia nafasi ya viti maalum ya udiwani. Wadi yetu ya kwanza ni wadi ya Malindi, ambayo wadi ya Malindi ilikuwa na mgombea mmoja mgombea alikuwa ni Mheshimiwa Ahmed Salimu Ahmed. Kura zapigwa zote ni mia moja na kumi na mbili. Kura mbili zimeharibika. Mgombea amepata kura kumi 10. Kura mia moja na kumi, samahani, mgombea amepata kura mia moja na kumi. Haya, kura zizopigwa zote ni mia moja kumi na mbili kura zilizomkataa ni kura mbili, kura alizopata mgombea ni kura mia moja na kumi. Kwa matokeo hayo, naopenda kumtangaza Mheshimiwa Ahmed Salimu Ahmed kuwa ndiye aliteuliwa siku ya leo kuwa diwani wa wadi ya Malindi kwa kura mia moja na kumi. wadi nyengine, mwisho wa mwenyekiti, ni wadi ya Mlandege. Wadi ya Mlandege imegombaniwa na wagombea wawili. Mgombea wa kwanza ni Mheshimiwa Amina Awesu Sultan na Mheshimiwa Muhsin Suleiman Teja. Kura zote zilizopigwa ni kura mia moja na kumi na tano. Kura mbili ziliwakataa hapa zimeharibika, wagombea wili hawa zimeharibika. Mgombea Amina Awesu Sultan amepata kura 43 na, na mgombea Muhsin Suleiman Teja amepata kura sabini. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mamlaka niliyopewa na chama changu kupitia kamati ya uchaguzi ya chama napenda nimtangaze Mheshimiwa Muhsin Suleiman Teja kuwa ndiye aliyeteuliwa aliyependekezwa siku ya leo katika mkutano huu kuwa diwani wa wadi ya Malindi kwa kura sabini. <coughs> Wadi ya Mlandege ambacho hayauri tena ushachoka. <coughs> <coughs> Samahani waheshimiwa, tunamalizia na watokea kura ya udiwani viti maalum. Nafasi hii imegombaniwa na, na mgombea mmoja naye ni Mheshimiwa Atiye Rashid Bakari kura zote zilikuwa ni mia moja na kumi na moja. Kura saba zimeharibika, zilimkataa. Kura saba zilimkataa, na kura mia moja na nne ndizo alizopata mgombea. Kwa matokeo haya, napenda kumtangaza Mheshimiwa Atiye Rashid Bakari kwamba ndiye aliyependekezwa katika mkutano huu kwa diwani viti maalum katika jimbo letu la Malindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumemaliza kutoa matokeo. Sasa naomba nichukue nafasi ni hii kuushukuru uongozi wa jimbo la Malindi pamoja na wajumbe wote wa mkutano mkuu wa jimbo la Malindi kwa mashirikiano yenu ambayo umetuonyesha siku ya leo katika mkutano huu lakini shukurani za pekee zimwendee mwenyekiti wetu ambaye ametuendeshea kikao chetu hapa siku ya leo, Mfatma Fereji, kwa kumudu kazi hii kwa umakini mkubwa. Tumpigeni makofi kidogo, ni mshukuru. Amefanya kazi kubwa ya kutuongozea kikao chetu, na kama ambao tumetarajia ndivyo Mungu walotujalia. Tunashukuru sana kwa hilo na kwa kweli Nimpongeze mwenyekiti wetu kwa kutongezea kikao chetu siku ya leo. Waheshimiwa, tumemaliza kazi kazi imemaliza e, na sasa kwa sababu ya muda niombe tu kwamba mimi ni binadamu jamani, ni binadamu, sina ukamilifu. Inawezekana kuna lolote ambalo limewakwaza waheshimiwa wajumbe, naomba munisamehe, haikuwa dhamira yangu, bali ni mapungufu ya kibinadamu. Naomba sana munisamehe na mimi kwa upande wangu sijaona kosa lolote katika jimbo la Malindi. Nimefurahi kwa kuja jimbo la Malindi na kwa kweli nimefurahi sana sana, nawapongeza sana na nawapenda sana. Kwa sababu ya muda, anasema asanteni sana na mwashia mwenyekiti, atuendelee na baadaye kikao hichi kiweze kuahirishwa kwa sababu mwenyekiti yupo, nafikiria taratibu zitakamilika za kuja kutuahirisha kikao chetu, ama kama ni yeye vile vile ataenda kamata a nafasi yake ya kutuahirisha ya kikao chetu. Mwenyekiti tafadhali ee, kabla ya kumaliza hapo kuna wajumbe e, wagombea wawili, wagombea wawili mmoja, mmoja, mmoja aliyopata kura zilizotosha na mmoja ambaye hakupata kura ambazo hazikutosha waje kutoa neno la shukurani hapa. Haya mwenyekiti, naomba waje mgombea ambaye kura zake zimetosha na ambaye kura zake hazikutosha kwa ajili ya kutoa neno la shukrani. Asante, asante mwenye, msimamizi wa uchaguzi. asante msimamizi wetu wa uchaguzi. Awali ya yote, nami kwa niaba ya jimbo la Malindi na kwa niaba ya chama tunakushukuru sana kwa kuweza kufika katika jimbo letu na kuweza kusimamia uchaguzi wetu huu vyema sana. Naamini wajumbe wote pamoja na uongozi wa jimbo tumeridhika na jinsi ulivyosimamia uchaguzi wetu huu. Kwa upande wangu, kabla sijawaita kushukuru wale ambao, mmoja kwa niaba ya nafasi zote katika walioshinda, na mmoja kwa niaba ya nafasi zote, na tunafanya hivi kwa sababu ya muda kwa ajili ambao leo kura hazikutosha, hatusemi wameshindwa, kwa sababu jimbo kama jimbo, sisi tunajisabu sote ni washindi. Huu ndio utaratibu wetu. <laughs> Wengine wametangulia mbele kidogo kushika vijiti, na wengine tunaendelea na safari. Vile vile, naomba wagombea wote ambao waje ha wapo hapa katika ukumbi wasogee mbele ili tuweze kuendelea na utaratibu wetu. Wote ambao leo wameshiriki, ubunge, viti maalum, uwakilishi, viti maalum, hii ni katika hatua ya kuonesha sisi ni wamoja, mshikamano wetu hautaterereka. Ni hatua ambayo inabidi tuipite katika kufanya uchaguzi. Tunaomba nafasi itolewe kwa Waliam aweze kuingia vizuri, Waliam ananing'inia. Tusogee kidogo, sogeni huku kidogo, sogeni kidogo, sogeni kidogo, sogeni. Amina, sogea, mtoe nafasi kidogo, kidogo, kidogo. Aa, tunaomba mikono juu, mikono juu mikono juu. ACT e, wazalendo shusha tanga safari. Asanteni sana. Hii ndiyo timu ambayo leo imetuleta hapa kwa kazi. Tunawashukuru sana kwa kujitolea kwao. Kugombea sio mchezo, kuingia katika kinyang'anyiro cha kugombea sio mchezo. Asanteni sana, mmetoa challenge kubwa kwenu nyote. Sasa napenda nimkaribishe wale ambao kuwa anayewakilisha wale ambao kura hazikutosha, ili aseme machache na kuwashukuru wajumbe. Karibu ndugu Naso. Bismillah, assalamu alaykum. ACT e, wazalendo shusha tanga safari, kwa maana safari inaendelea kwa niaba ya wenzangu sote tulioshiriki, sisi sote ni washindi. Tumekutangulizeni tunyie, na pia tunakuombeni sana, kama tunavyopiga kura, mkatutendee mambo mazuri, isiwe tabu tena baadaye. Mujitahidi kuliendeza jimbo letu, kwa sababu na sisi tusije tukapata tabu tena kuanza kujieleza eleza kuji eleza. Muhimu mmeshinda nyinyi, tumeshinda sisi kwa pamoja, hamna kurudi nyuma. Sote tunakuja huko kukusaidieni, tuendelekee mbele kwa mbele sham Assalamu As alaikum. Awali ya yote kwanza kabisa, alhamdulillahi binimatihi tatimu salihati. Tunawashukuru meza kubwa, wazee wangu, viongozi wetu kwa kazi kubwa, waandishi wa habari tunawashukuru, ni tunawashukuru wajumbe wote, lakini pia tunawashukuru wale wote ambao wamechukua fomu na kugombea kwa nafasi zote ndani ya chama, kwa sababu umeipa heshima kwamba chama kipo hai. Hakuna nafasi iliyoachwa wazi, hakuna nafasi iliyokuwa haina ushindani kila nafasi ilikuwa na ushindani, ni heshima kubwa ndani ya chama chetu. Baada ya shukrani hizo, mimi ndio nilobuni kauli ya neno sote ni washindi, mimi Mahmud Mahinda, kipindi cha chaguzi huko nyuma, neno sote ni washindi, mimi ndio nilolibuni, na leo ndani ya jimbo la Malindi, naomba niseme tena, sote Malindi, sote sisi wazalendo ni washindi. Tumeshinda mitihani, tumeshinda misukosuko, tumeshinda e, zile changamoto za, za uchaguzi tumezishinda, na ndio maana leo hii tumeweza kukumbatiana na kupiana mikono kwa sababu nyoyo zetu tulizizuia. Ndugu wajumbe, chama kina safari ndefu na safari kubwa ni kushika khatamu za dola ya Zanzibar ziki iliyotamalaki kila chochoro, inahitaji kuondolewa na sisi sote hapa, waliopata kura nyingi, waliopata kura chache, si, si, si. Ni nchi yetu na vizazi vyetu, hakuna mtu asojua asoona asofahamu, na kama iliyotuzunguka iliotu, katika nchi hii nani aliyesalama? Mtu wa daladala yuko salama Muuza mapere wakusalama, muuza machungwa wako salama, kina mama na watoto wao wanaposhuka daladala hawako salama. Ili tuwe salama, tuungane wanamalindi, tukahakikishe tunakwenda kupambana na manyang'au CCM walotutia hilaki ya umasikini, ili nchi ipate ustawi na heshima yake. Zanzibar, haiba ya nchi ya Zanzibar tujirejeshe sisi, jukumu hilo jukumu hilo ni letu sote. Tuliowapa kura chache wana mawazo ya ushindi, mliowapa kura nyingi wana mawazo ya ushindi. Katibu uje ut utufanye kikao, tunaomba wagombea sote tuweke ramani ya ushindi pamoja, ACT ipeperushe bendera Zanzibar. Asante sana, asante sana, asante. Wajumbe asante, wagombea.